Balini, Pioneers uh, kwa majina naitwa Juma, kitambo sana nimewamizi sana uh, leo nimerejea, mambo mengi majukumu kibao, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu leo tuko pamoja, nimeletwa hii payday 2 kuzungumzia yale yaliyowekwa pale yaliyoainishwa pale uh, na baadhi ya icon ambazo tumeziona kwenye Pi browser uh, kuna icon iko pale kwenye Pi browser ambayo watu washaanza kuizungumzia zungumzia, zungumzia. Washa ielezea elezea washa, lakini naomba pia na mimi nigusie ni ili kwa ukichukua uelewa wengine ukija ukiongeza na wakwangu, at least ak umepata kitu kikubwa zaidi. Kwanza mm, hii Pi App Studio ni kitu gani? Ambalo ndo swali kila mmoja kila mmoja anatakiwa ajiulize, hii Pi App Studio ni kitu gani? Pi App Studio uh, ni jukwaa ama kwa Kiingereza ndo tunaita ni platform ni jukwaa jipya lililozinduliwa na Pi Network ambalo linawezesha watumiaji kuunda programs za like kidigitali zinazotumia teknolojia ya kitu kinaitwa AI, ama kwa kifupi, artificial intelligence ambapo kwa Kiswahili sasa ndo tunasema akili bandia, ama akili mnembo, na kwa ushirikiano na blockchain mm-hmm. Sasa naomba nielezee nielezee sifa muhimu za hii Pi App Studio mm-hmm. Hii Pi App Studio kazi yake ya kwanza ni uundaji wa kitu kinaitwa application bila coding, no code app creation, yaani kwa sasa hivi sasa ma developer, uwe developer, usiwe developer, watumiaji wanaweza kutengeneza app kwa kutumia lugha ya kawaida ya binadamu badala ya kutumia lugha ngumu za kiprogramu ambazo tulikuwa tukizitumia mwanzo sisi ma developers. Hii sasa inafungua milango wa watu wote wa kawaida na na madevelopers. Sio lazima uwe na mhandisi au uwe mtaalamu wa IT sasa hivi kutengeneza application, sasa hivi application unaweza ukaitengeneza moja kwa moja, uh, kwenye mfumo wa pai wa kutumia kitu kinaitwa pai app studio. Kwa hiyo wewe mpionea uliyekuwa na shauku ya kutengeneza programu yako ya kutangaza bidhaa yako fulani Sijajua ni bidhaa ya namna gani ambayo ulikuwa unataka uitangaze, lakini changamoto iliyokuwa inakutatiza ina labda ulikuwa huna pesa za kuweza kumlipa kumlipa IT sabu, kumlipa IT sababu ili aweze kutengeneza application ni mamilioni ya hela, sio chini ya milioni tano kwenda juu huko. Kwa hiyo ilikuwa ni gharama sana sana sana sana kwa sasa hivi. Sasa habari njema ni kwamba Pi App Studio itakusaidia wewe kwa kutumia kilibandia, itakusaidia wewe kutengeneza programu yako mm -hmm. Ndani dani ya, ya Pi App Studio kuna kipengele kuna kipengele kingine kiko ndani ukiondoa ne, ukiondoa kipengele cha kutengeneza programu yako, sifa nyingine zilizoko ndani ya Pi App Studio ni uwezo wa kutengeneza chatbot za mada maalum. Payonea, naomba unisikilize kwa umakini hapa. Naomba nikupe ufafanuzi ya kinifu juu ya hichi kitu kinaitwa chatbot. Kwanza, maana ya chatbot ni programu ya kompyuta inayoundwa kwa ajili ya kuzungumza ama kujibizana na binadamu kupitia maandishi kama vile message ama sauti, kwa kutumia akili bandia ama Artificial Intelligence, AI. Lengo lake ni kutoa majibu ama usaidizi au huduma kwa haraka kama ilivyo kwa binadamu, lakini kwa kutumia mashine hmm. kuna muda labda wewe mwenye program husika hauko hewani au online na kuna mtu kaingia kula anahitaji huduma, chatbot itakusaidia wewe kumpa majibu ya maswali yake, itampa mwongozo wa kila anachokiulizia. Naomba nape mfano ya kawaida ya chatbot. Kwa mfano, unapotuma ujumbe kwa kampuni ya simu kuomba labda kujua salio, kuna chatbot inayokujibu kwa automatic. Pale sio mtu, ni mashine automatic imesaidiwa kujibu. Unapozungumza na huduma kwa wateja ama customer care, mtandaoni, kwanza utaanza kuongea na chatbot yaani ile ni mashine ambayo imewekewa sauti, nitaanza kukupa mwongozo aha, ambapo kama hitaji lako sasa, utaona katika ule mwongozo labda bado kuna kitu unahitaji cha ziada, ndio baadaye nakwambia nakuambia, sio bonyeza namba ngapi kuongea na huduma kwa wateja na kuongea na mhudumu, ndio baadaye utaongea na, na, na mtu halisi, lakini kabla ya mtu halisi zile ni mashine ndio zinakuwa zinakujibu. Hiyo ndio tunaita chatbot. kwa hiyo sasa kwenye Pi App Studio kipengele hiki kimeongezwa, ambapo sasa wafanya biashara, watoa huduma mbalimbali, mnaweza mbali. mkaitumia hii chatbot kwa kutumia ujuzi wenu, kutumia ujuzi wenu, kutumia akili yako, yani tunasema unaweza kuunda chatbot inayojibu maswali kuhusu mada unayojua wewe vizuri kwa kutumia maarifa yako binafsi. Kama wewe ni mganga wa kienyeji, utaingiza kule majibu ya maswali mengi ambayo unahisi watu wanaweza kayauliza ambapo sasa mtu akiingia kwenye kwenye kwenye website kwenye programu yako anataka ajue baadhi ya vitu, majibu mengi atakuwa anajibiwa na mfumo, sio wewe. Mfano wewe ni mwalimu labda, unataka una, utengeneze chatbot ya kusaidia wanafunzi kwenye somo la hisabati. Kwa hiyo unatengeneza unaingiza kule taarifa zako kwamba mtu akiuliza mbili mara mbili ajibiwe ni nne, aki, aki, akiuliza moja mara moja ajibiwe ni ni moja labda mbili toa mbili ajibiwe ni ngapi? Ni sifuri. Kwa hiyo huo mfumo unahifadhi una, una, hizo taarifa na mtu yoyote atakayeingia akiuliza hilo swali jibu atakalopewa ni lile wewe ulioko, yani jibu elekezi. si nimeeleweka vizuri kuhusiana na chatbot. Sifa nyingine ya, ya, ya, ya, uh, App Studio sifa nyingine ya sifa nyingine ya Pi App Studio ni ina mfumo wa miongozo and guided wa kiflow hii inamuongoza mtu hatua kwa hatua, yani ndo wale watu tunasema yani, kwa lugha nyepesi tunasema, kwa Kiingereza, tunasema ni tutorial, yani inakupa kama somo la kukuelekeza jinsi ya kuunda programu bora, hata kama hujawahi kutengeneza programu hapo awali. Hii inalenga kumsaidia kila mtu kuibua ubunifu wake na kugeuza hapo, yani uibua ubunifu ubu wako, kwa kugeuza kwa kugeuza application inayoweza kutumika na ikasaidia jamii. Na vile vile ile application ukishaitengeneza, inaweza kuwa na mwingiliano sasa, zikawa na integration au mwingiliano na application zingine za Pai kama Pai wallet, Pai adi, adi network, Pai domain na kadhalika. Naomba niishie hapo. Na wakati mwingine nitazungumzia ki, kitu kingine ki. Asanteni sana.